Kuna matukio mawili yamefanyika kwa wakati mmoja. Tafsiri yake kuna vita kubwa sana inaandaliwa mashariki ya kati, sio vita ndogo. Marekani amekusanya vifaa vyake vizito sana vya kijeshi, anavileta mashariki ya kati alafu muda huo huo Iran wakaonyesha wenyewe wanaita underground missile city, yaani ni jiji la makombora lililo chini ya ardhi. Sijui menielewa. Hivi vitu vimeonyeshwa kwa wakati mmoja. Nianze na Marekani. Marekani wamesafirisha ndege zao -saba. Stealth bomba saba. Kumbuka kumbuka, hizi ndege Marekani wanazo ishirini tu. Kwa hiyo saba zimetoka Marekani zimekuja kwenye bezi yao ya kijeshi Diego, ambayo hichi hichi ni kisiwa ambacho Waingereza wanakimiliki, kwa hiyo wanashirikiana na Marekani kama bezi yao ya kijeshi. Kiko kwenye bahari ya Indi, kwa hiyo hichi ki, kisiwa ambacho ndio no ambapo hizi ndege zinakuja kutoka kwenye hichi kisiwa kwenda mpaka Yemen kwa hawa Houthi ni kilometa elfu tatu mia tano ukitoka kwenye ichi kisiwa Diego Garcia kwenda kwa Iran ni kilometa elfu nne angalia hapo kutoka Marekani zilikuja ndege 7, B2, stealth bomba ndege tatu za mizigo za kijeshi wanaita cargo plane tatu kwa hiyo ukishasikia cargo plane ya kijeshi imebeba mizigo gani makombora mabomu bunduki kama unavyojua na ndege kumi za kujaza mafuta zinaitwa aerial refueling tankers. Unajua, vita ya siku hizi, ndege inavyokwenda kwenye kushambulia, kama mafuta yameisha, haihitaji kurudi kuja kujaza mafuta ah -ah. kuna ndege zinaitwa aerial refueling tankers zitaifata hii ndege, zitakwenda kujazwa mafuta huko huko juu. Kwa jumla ngapi? Jumla ya jumla, ndege ngapi zimekuja kutoka Marekani kuja kwenye hichi kisiwa chao kilicho Afrika ni ndege ishirini ndege saba ambazo ni B2 stealth bomba, ndege tatu za cargo na ndege kumi aerial refueling tankers. Hawajishia hapo ikaja na aircraft carrier. Nikaposema aircraft carrier ni, ni meli ya kubeba ndege kwenda kushambulia sehemu, kwa manake hii meli inaji station mbali baharini huko, alafu ndege zinatoka zinakwenda kushambulia. Hii meli ilikuwa Japan, kwa hiyo inakuja huku karibu na Yemen inaitwa USS Vinson kama sikosei. Kwa hiyo itakuja kuungana na USS Harry Truman, nayo iko mazingira hayo hayo. Angalia hivyo vifaa ninavyokutajia, hiyo sio vita ndogo, stealth bomba saba. Maanake Marekani zimebaki stealth bomba kumi na tatu ziko mashariki ya kati kuikabili Yemen na Iran. Baada ya Wamarekani kuonyesha hii movement ya vifaa vyao, Wairani walijibuje? Wairan walionyesha jiji la makombora lililo chini ya ardhi kama unavyoliona hapo sasa. Kuna dharau wa Iran walionyesha, wakati maafisa wa Iran wakitembelea wakitembea huku chini ya ardhi, kama unavyoona kwenye video, kuonyesha silaha zao. Kwa hiyo ni show off ya silaha ambazo wamezificha chini ya ardhi, katika sehemu haijulikani. Kuna sehemu ya maafisa wa kijeshi wanapita, wanaikanyaga bendera ya Israel, nadhani unaiona hapo. Hiyo ni taarifa, yaani ni kama ujumbe kwa Israel. Halafu kuna sehemu nyingine aya maafisa wanakanyaga bendera ya Israel na Marekani. Nataka kuunganisha haya matukio, yametoka kwa wakati mmoja. Hii ndio dunia tunayoishi, ndugu zangu, hakuna mnyonge. Unajua huko nyuma niliwaambia kitu kimoja, maadui wa Marekani wakubwa wana teknolojia, hapo ndipo Marekani anapochoka. Na ili utengeneze teknolojia, uwe na teknolojia yako ya kusaidia kama vile Iran, China, Urusi, lazima uwe na utamaduni wako wa kuwalelea watoto wako kivyako vyako tofauti na magharibi. Ndio maana Iran naye ana flex maso zake kuonyesha kwamba na yeye ana cha kujidai, ili kitokea la kutokea. Unajua vita vya kisasa aliyevibadilisha ni Iran. Iran ana drone mamilioni, kimvamia Iran kwa kombora moja na kutumia nyuki ya drone. Sikilize Trump alichokisema kuhusiana na Wahudi na wa Iran: you have Hamas you have Hezbollah you have the Houthis you got a lot of stuff going on with Iran And, uh, we sent a letter to Iran. You're gonna have to be speaking to, uh, to us one way or the other pretty soon because we can't let this happen. Trump wanadai vi, kuna Hamasi, kuna hudhi, haya yote yanahusika mm -hmm. na Iran tumewatumia hawa watu barua. Kwa stahili yote lazima watazungumza na sisi hiko hivi. Kuna ule mpango wa Iran wa nuclear. Nadhani niliuzungumzia kwenye video yangu moja iliyopita. Sasa huu mpango wa Marekani wanapambana kwa gharama zozote kuhakikisha Iran yamiliki nuclear, kwa sababu Iran yuko karibu na Israel. Yaani ukimwona Marekani anapopambana na Iran, sio Marekani, ni Israel. Yaani hakuna biashara ambayo Iran anayo inaweza ikamsumbua Marekani. Ndugu zangu, stress ya Marekani ni China, ila sasa Marekani anafosiwa na bosi wake Israel kumtuliza Iran. Sasa unajua, Israel na Marekani bado wana, wanaamini katika vitisho vya kijeshi kwa yale wanayotaka wao. Hatukatai, ni kweli wa Israel wamejaribu sana kuwaua wa Iran, tena wa Iran wale officials, masaintisti, watu wengi sana wameuawa wa Iran na Waisraeli lakini, mpango wa Iran umefeli, wameonyesha silaha zao bora kabisa kujibu wa Marekani. Wanachokifanya, Trump amewapa Iran miezi miwili ya ku negotiate, yani kwenye, kupata, kwenye kuelewana katika swala lao la nuclear. Kwa sababu Trump hataki ama bwana wamiliki nuclear. Kwa sababu Iran kumiliki nuclear ni hatari kwa Israeli hu kwa Israeli, anataka awe kiranja wa Middle East. Yani, mashariki ya kati Israeli anataka ajioni hiye ndio baba Waisraeli wa, wa ngapi pale mashariki ya kati kiali halisi. ni sasa kariya, wa, wa, na raia wa sijui Dar es Salaam na pwani sijui kitu kama milioni kumi Waisraeli wa, wa kama sikosei, Iran kuna watu milioni themanini na kisa, Israeli anabebwa na Marekani. Kwa hiyo kinachoendelea duniani sasa hivi ndio hiyo show off. Marekani anakusanya vifaa vizito kabisa vya kijeshi, anaviweka mashariki ya kati alafu Iran anamwonyesha kwamba kchokoza, moto utakuchoma. Ugea fire, Ugea fire. Sipendi vita jamani, ila kuna baadhi ya watu wachache duniani wanaamini wakitaka lao kwa stahili yoyote lazima litimie. Kuna Marekani na bosi wake Israel hawapendaji kunegotiate katika terms za, za wanyonge ah, katika terms zao tu. Miaka ishirini nyuma iliyopita kelele ilikuwa ni Marekani na Iraq, na ilikuwa sio Marekani na Iran. Kwa nini Iraq? Kwa sababu Iraq alikuwa anakula, ana shiba, anaweza akafanya jambo lolote sasa hivi Iraki haiwezi kula ikashiba, kwa sababu ule mfumo wao wa riziki unamilikiwa na magharibi na, na Marekani. Kwa kwa kifupi, hiyo Iraki kama kama kama maskini, hawajiendeshi wao. Unajua, unapokuwa chini ya mwavuli wa magharibi, riziki yao wana riziki yako wa wewe wanaikontrol wao. Kwa hiyo wanahakikisha huli ukashiba. Ni nani anakula na wasumbua nawasumbua? Iran amekula ameshiba amejenga hamis na mabomu kabisa. Unganisha doti nakupa pia miaka ishirini iliyopita ilikuwa sio Iran, ni Iraq. Iraq ameituliza. Sasa hivi Iran anakula akiamka hana chakula. Unajua maskini tofauti ya maskini na tajiri ni nini? Maskini akiamka anasema Mungu wangu leo nitakula kweli. Ila tajiri akiamka anawaza mipango ya kuongeza utajiri wake. Sasa ukishafika katika hiyo level Marekani hawezi kukubaliana na wewe kwamba ukiamka unawaza mipango ya kujitanua tu, sababu chakula tayari unacho cha kutosha. Sasa huyo ndio Iran. Zamani ilikuwa ni Iraki, iko kwa hivyo, kwamba Saddam Hussein alikuwa na everything, chakula cha kutosha. Yaani miaka ishirini nyuma kulikuwa na Saddam Hussein, kulikuwa na Muammar Gaddafi, au watu walikuwa na chakula cha kutosha. Sasa hivi kuna nani duniani ambao wana chakula cha kutosha? Wako watatu, kuna Xi Jinping, kuna Iran, kuna Putin. Hao ndio watu wakiamka asubuhi wanawaza kuongeza makombora tu, chakula hawashasahau. Chakula wanacho cha kutosha kabisa. Elimika usiwe msomi.